Karibu katika taarifa ya habari. Mimi ni Elisha Elia na tunaanza na habari za kitaifa. Serikali imesema ifikapo mwezi Juni mwakani itasitisha utoaji wa mitaji kwenye reli ya TAZARA na kutaka uongozi wa reli hiyo kujijengea uwezo kwa mitaji inayotolewa sasa, ili iweze kujitegemea. Katibu mkuu wa wizara ya uchukuzi Shaban Mwinjaka amesema hayo jijini Dar es Salaam alipokuwa akikabidhi na kuzindua mabehewa kumi na nane na vichwa vinne vya treni vilivyotolewa na serikali kwa ajili ya reli hiyo. Taarifa zaidi na Swam Mavura. hafla fupi ya makabidhiano ya vichwa vinne na mabehewa kumi na nane vya treni kwa mamlaka ya reli ya Tanzania na Zambia, viongozi kutoka ubalozi wa China, Zambia wajumbe na wafanyakazi wa TAZARA wamehudhuria uzinduzi huu, huku mgeni rasmi akiwa ni katibu mkuu wizara ya uchukuzi Shabani Mwinjaka, ambapo amesema misaada hiyo ya mabehewa na vichwa vya treni vitachangia kuboresha huduma katika reli ya Tanzania Zambia na kukuza uchumi wa taifa kupitia sekta ya usafirishaji. Nina hakika katika kuonyesha mafanikio ni lazima sisi serikali mtuonyeshe kwa kupunguza mzigo wa utegemezi kwenye serikali tunataka mjitegemee na mwelewe, msaada tunaotoa sisi serikali ya Tanzania na serikali ya Zambia hautadumu milele. Kwa makubaliano tuliokubaliana mwezi Juni, mwaka kesho, tarehe Juni, mwaka kesho 2016, kwetu sisi ndio mwisho wa kuisaidia TAZARA kama serikali ya nchi hizi mbili. Tunategemea katika kipindi hicho tulichokuwa nacho, ambapo tunapata msaada wa serikali, lazima tuhakikishe tunatumia usimama wenyewe ili muweze kuzalisha kwa kutumia mipango mbalimbali ambayo tumeiweka. Pia Mwinjaka ameipongeza serikali ya China kwa ufadhili huo na kuzitaka serikali ya Tanzania na Zambia kushirikiana katika kuwekeza kiuchumi kwa kutumia mabehewa hayo TAZARA, kuhakikisha inakaa chini na kuweka mpango mahususi mpango bia wa biashara ambao utatuwezesha kututoa hapa tulipo na kufikia malengo yaliyokusudiwa ya kuirudisha TAZARA kama ilivyokuwa hapo awali na kubeba mzigo ambao utawezesha kupitisha tani milioni tano zilizokusudiwa hapo awali. Kwa upande wake mwakilishi kutoka ubalozi wa China amesema ufadhili huu ni katika kuboresha uhusiano mzuri uliopo baina ya nchi hizo mbili, Tanzania na China. Saumu So, Mavura, TBC, Dar es Salaam.